Sale, karibu. Asante sana, Suleiman. Eh e, kwa kwanza tuanze kwa kutazama mkutano wa kilele uliowaleta pamoja wakuu wa nchi za Jumuiya ya maendeleo nchi za kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki hapo jana, mm -hmm. ambapo limeundwa jopo la wasuluhishi katika mzozo, mzozo huu ambalo linajumuisha marais watano wa zamani. Kwa uzoefu wako, jopo hili la nafasi ya kufanikisha kile ambacho kimemshinda rais wa Angola Joao Lorenzo, na ambaye ametangaza kwamba nchi yake imejiondoa katika upatanishi huu? Bila shaka itategemea na jinsi uh, jopo lenyewe litaendesha shughuli zake, lakini mm -hmm. Uh, bila kupoteza muda ni kwamba ni pasua kichwa, kwa sababu kuwa na wapatanishi watano katika mzozo mmoja mm -hmm. oh, yeah. mm -hmm. ni si rahisi, na viongozi hawa ambao wameteuliwa wame, wame kwanza hawazungumze lugha ambayo itakuwa ni lugha moja okay. na viongozi wenyewe wa jumuia ya Sadek na hawa wa jumuia ya Afrika Mashariki mm. walikuwa na tofauti nyingi sana lakini kufikia hatua hiyo ya kuwa na wapatanishi watano mm. uh, ni mwanzo mzuri lakini bila shaka, hata Kongo kwenyewe leo maoni ya wengi walipokea kwa shingo upande na, mm. na kusema kwamba huenda ni muda ambao utachukuliwa zaidi kuwaweka pamoja wao waweze hmm. kuelewa matatizo ya Kongo na baadaye kuanza jitihada hizo za kuwaweka pamoja hmm. uh, rahisi kama muda pengine utakuwa ni muda mrefu zaidi wa kutafuta suluhu kwa hao watu walioteuliwa wapya. Jopo litachukua muda mrefu kuja kukaa meza moja na kuelewa kinachoendelea. Inaomba kwanza wenyewe wakutane, hmm. wabuni sera na wa hmm. wawe na msimamo wa pamoja, na ikumbukwe kwamba kuteuliwa kwa hawa viongozi watano kulifuatia kuteuliwa kwa viongozi wa tatu kabla mm. ambao kulikuwa na tetesi kwamba marais wa Jumuiya ya Kusini mwa Afrika Sadek hawakukubaliana na uteuzi wa Rais Ruto kwa sababu viongozi wote walioteuliwa, hakukuwa mwakilishi wa jumuiya ya Sadek. Kwa hiyo mm. wakaomba kwamba uh, daftari ya walioteuliwa i uweze kuduhusiwa yani ichunguzwe upya, na kwa sasa yeah, wanashirikisha pande zote, lakini tumeona wanaozungumza Kifaransa, wanaozungumza Kiingereza. mm. bila shaka cha muhimu hapa ni utayari wa wahasimu wenyewe uh -huh. katika kufikia. Hebu tuitazame hii hatua ya rais wa Angola Lorenzo ali ya kutangaza kujiondoa kama mpatanishi kati ya DRC na Kongo, na sababu aliyoitoa ni kwamba amepambana vya kutosha bila mafanikio kwa ile kauli mbiu kwamba suluhisho la kiafrika linatakiwa kufanywa na mataifa ama matatizo ya Afrika inabidi yasuluhishwe na mataifa ya Afrika yenyewe, ikizingatiwa kwamba ilijiingua baada ya Katara kufanikiwa kuwaleta pamoja marais eh, Felix Tshisekedi wa Kongo pamoja na rais Paul Kagame wa Rwanda. Kwa kweli swala hapa ni kuaminiana. Lorenzo alikuwa anaaminika na Chisekedi uhum, na ilimuunga mkono, na akiwa akiendelea na jitihada zake hizo, lakini upande mwingine waasi wa m ishirini na tatu na nchi ya Rwanda ambayo imekuwa ikiwaunga mkono ilikuwa haimwamini sana Lorenzo. Kwa hiyo walihisi kwamba alikuwa na nyemelea zaidi upande wa serikali ya Kongo. Ikumbukwe kwamba mkutano wa maraisi hao wawili uliopangwa Desemba kumi na tano uh, hmm. haukufanyika dakika za mwisho uh, rais wa Rwanda hakuja mm -hmm. huko na mazungumzo yaliyoitishwa tarehe kumi na nane iliyopita wiki iliyopita wiki waasi wa M23 ambao walitangaza tayari kutuma uh, ujumbe huko mm -hmm. lakini dakika za mwisho hawakuhudhuria hawa. Kwa hiyo kumekuwa na hali ya kutoaminiana mm, hata hawa viongozi wa kiafrika wengine mm. Kunakuwa na hali imani ya kutoaminiana. Rais wa Kongo Chisekedi mm. aha, Alionyesha waziwazi kwamba haaminiane na, na, na, na, na, na, na msimamo ama akubaliane na msimamo wa rais wa Kenya, hmm, William Ruto na ambaye ndio mwenyekiti wa sasa wow, oh, yeah, wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kabla sijaenda kwa Rashid labda nikuulize kuhusiana na eh, hatua, ah, kuzum, kuzum, kuzum, kutu, kutu, hatua ya Qatar kuwa kuku, mpatanishi kati ya Rwanda na DRC. Tuliona hatua ileta matumaini pengine ya kumaliza mzozo huu na kundi la M23 likatangaza kwamba litajiondoa katika mji wa Walikale siku ya Jumamosi, lakini duru zinasema bado kundi hilo limesalia katika eneo hilo. Sasa kipi kinaendelea? Je, matumaini ya Katari yanafifia? Sio kwamba yanafifia Katari, uhum. na ushawishi si tu kwa, kwa, kwa Rwanda. Ifahamike kwamba Katari na maslahi ya kiuchumi nchini Rwanda uhum. kupitia kampuni ya ndege ya, ya nchi hiyo na vile vile uwekezaji mwingine uhum. Katari pia inakuwa na maslahi nchini Kongo uhum. na viongozi hao wote wawili wamekuwa wakitembelea nchi hiyo mara nyingi, kwa hiyo kiongozi wa Katari yuko kwenye nafasi nzuri ya kuwaweka pamoja ama hmm, kusuluhisha mzozo huu, lakini itategemea pia na utayari wa pande zote hmm. E, kwa sasa kundi la waasi la em ishirini na tatu ambayo limeonekana limekuwa na nguvu kuizidi serikali ama jeshi la Kongo hmm. limekuwa liki jiburuta katika juhudi hizo za amani ikiwa maslahi yake mm. hayata, ah, yeah. Kwa hiyo inaweza kuwa hiyo inaweza kuwa pia ni sababu kwamba bado kwa sababu kuna mwendelezo wa mazungumzo, ndio sababu ya kutangaza kujiondoa Walikali, lakini bado dudo zinasema wapo katika eneo hilo yeah, ni mchezo tu katika vita mm. si rahisi kwamba amri imetolewa ama usitishaji mapigano umetiwa saini mm. na mm. kwa sababu katika taarifa yao walisema kwamba wanapisha mazungumzo ya kuleta amani na ndio ilikuwa sababu kubwa ambayo walihitaji kwamba ingewafanya wajiondoe katika mji huo, lakini bado duru zinasema wapo. Lakini kama tujaendelea, ni mkaribishe Rashid kwa upande wa pili, pengine watu mtandaoni wanasema nini kuhusiana na mchakato huu na swala hili. well, tofauti na kile ambacho anasema Saleh kule mm -hmm. Kongo kwamba taarifa hizi zimepokelewa kwa hisia ya shakashaka shaka, lakini wachangiaji kwenye mitandao yetu ambao mm. kwa bahati nzuri ama mbaya wengi wanatokea nchini Tanzania wengi wanaonyesha mm. matumaini na wanatoa salamu kama za, za kila laheri mkono mm. wa kila laheri heri. Eh, nitakupa mfano, Lucas Story anasema kila laheri wakuu wa Sadek na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mm. juhudi za usuluhishi wa mzozo wa Kongo, anasema ana, ana matumaini makubwa kwamba mwafaka uta utapatikana mwingine, mm. anaitwa Mchata Anania akiwa mpapa kule, anasema maamuzi ya Sadek na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuunda jopo la wasuluhishi ni jambo jema, ila waongeze juhudi kukomesha vita. Kwa hiyo kuna hisia hizi kwamba mm. juhudi zinazofanywa na Sadek na Jumuiya ya Afrika Mashariki huenda zitasaidia kuleta utulivu Kongo mm. lakini juu ya iwapo hilo ni kweli, nadhani Saleh ame, ame, amefafanua vizuri. Asante Rashid mm -hmm. kwa kumalizia kabisa, Saleh ni kwamba hapo jana wizara ya ulinzi ya Afrika Kusini ilitangaza kuwa waziri wa ulinzi wa Kongo, Gi Kabombo, ambaye ni naibu waziri mkuu, yuko Afrika Kusini katika kile ambacho kinaelezwa kuwa ni ziara ya kikazi yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika sekta ya ulinzi kati ya mataifa hayo mawili. Hii inamaanisha nini? Wakati huo juhudi za upatanishi na ile nadharia ya kupigana na kuzungumza kwa wakati mmoja, bila shaka Kongo inatakiwa kuwa na jeshi lililohimarika mbali mm. na kinachoendelea hivi sasa, ijapokuwa hatuamini kwamba uhusiano huu ni katika juhudi za moja kwa moja za Chisekedi oh, ama serikali yake kutaka kuwa na ushirikiano na jeshi la Afrika ya Kusini. Lakini mbali na hali hii kumekuwa na nia kwamba oh, jeshi limeonyesha ubovu dhidi ya makundi ya waasi huko mashariki mwa Kongo oh. Kwa hiyo Afrika ya Kusini ni nchi ambayo inakuwa na nguvu kwenye kanda hilo oh, la jumuiya ya SADC. na kwa hiyo Kongo si tu leo toka uh, utawala wa rais aliyepita kulikuwa na ushirikiano huo, lakini sasa hivi wanaonyesha nia na utayari wa kuweza kuboresha zaidi uhusiano huo. Lakini uh, kikosi cha Afrika, uh, cha wanajeshi wa Afrika wa kusini walioko huko mashariki, si dhani katika mazingira yaliyopo hivi sasa mm, kwamba watakuwa moja kwa moja kugeuka na kuanza kupigana ikiwa kutakuwa na mkataba wowote ambao utaweza kutiwa saini Afrika ya kusini Nam, asante sana Sale na Rashid kwa kushiriki katika mjadala huu wa kuzungumzia mzozo wa mashariki mwa Kongo na jitihada ambazo zinafanyika kutafuta suluhu. Na msikilizaji, muda mfupi ujao tutatazama makala ambazo tumekuandalia hii leo.